Kwa sisi wanaume tunajuana, kwa sisi wanaume sijui. Kwa wanawake, wanawake sasa mtazungumza wenyewe, kama na nyinyi ni hivyo, ila sisi wanaume tunajuana. Unapokuwa bado hujaoa, na ukakutana na binti unayempenda kwa moyo wa dhati, na unataka pengine akuridhie awe mkeo siku moja, mara nyingi unapomfata kwa sababu ya ule mwonekano wake ambao wewe umekuvuta sana, utajikuta unaishiwa maneno ya kusema. Kwa nini? Mahali popote ukimpenda mtu ama ukamheshimu sana, unakosa maneno ya kusema unajikuta, unakuwa domo zege, vijana wanasema. Ukiona mtu, ndio maana nawaambia ukiona mwanaume ana ujasiri wa kukusemesha akaongea na wewe ile haraka haraka, kienyeji enyeji, nyuma yake pia atakuwa amekudharau haoni, kitu cha thamani ndani yako. Lakini kama akiona kitu cha thamani, waga kuna kauoga fulani, kana kujaga hali fulani ya kuogopa hali fulani ya kutetemeka, anaanzia mbali, atajibaraguza. Anaweza kaja kabisa, amepania leo, nikifika naenda kumweleza shida yangu, kwamba nataka kumwoa. Lakini akifika ghafla, anaanza naanza, ah, unajua nilikuwa nimekufuata, twende tukale, vipi, tunaweza tukaenda kula. Akifika kule haongei. Na ndio maana mabinti wengi wamejikuta wanaangukia kwa vijana wenye ujasiri kwa sababu unakuta likijana lenye ujasiri alikumpenda mwanaume yoyote, asipokupenda anakuaga na ujasiri sana wa kukwambia chochote. Mwanaume akimpenda msichana anakuwa na hofu ya kumwambia hata nampenda, na kupenda atajibaraguza, ataanzia mbali, ataanzia kwenye urafiki at... Lakini kuna zile mburula zenyewe ambao unakuta haina time na wewe yenyewe, ikiji inafunguka sasa. Wanawake na wao wakiangaliaga ule ujasiri, anajua huyu ni sawa, kumbe sio genuine. Genuine anakuwaga mwoga, anajikanyaga sana. Kwa nini? Kwa sababu ya ule upendo ni kama mtu ambaye anaenda mbele za Bwana ambaye anampenda Mungu kwa dhati, akikutanaga na Mungu waga anasahau kilichompeleka. Hata binti akimpenda mkaka ni hivyo hivyo, maneno yanamwishiaga, hata kama anakuaga ni mapepe ni mwongeaji, akikutana na crush zipo awawea mtulivu. Haleluya!